Falsafa ya chama imeweka wazi kuwa viongozi waliochaguliwa kamwe wasitumie madaraka yao kuwakandamiza wale ambao waliwachagua ndani ya chama. Tangu uongozi mpya ulipoingia madarakani, tumeshuhudia viongozi wakitumia mamlaka yao vibaya na kuwakandamiza wale waliowachagua wakidhania kitendo cha viongozi wakuu wa chama kukataa kwenda kusaini, kusaini kanuni za maadili kumekisababishia chama hasara kubwa kwa kipindi cha miaka mitano kuwa hakitashiriki katika uchaguzi wowote hapa nchini. Viongozi walifikia, walifikia uamuzi huo mkubwa na wa hasara bila kuwashirikisha viongozi na wanachama, na hivyo wanachama wote tumekoseshwa haki ya kushiriki kwenye uchaguzi, haki ya kuwa na wawakilishi wetu ambao wangeenda kutuletea, na tumepoteza fursa ya kukiondoa madarakani CCM na badala yake tumewarahisishia njia ya kupita bila kupingwa kama ambavyo imetokea ime. Ni wazi kuwa viongozi wakuu wa chama wamekiuka madhumuni ya chama kama yalivyoainishwa ya kwenye katiba ibara ya nne moja moja E, kwamba dhumuni la, dhumuni kuu la chama ni kushiriki chaguzi. Kitendo cha kuto kushiriki chaguzi mkuu wa mwaka huu ni kwenda kinyume na katiba ya chama, na sasa ni rasmi kuwa chama kimeacha njia yake ya kisiasa na hakina tena utofauti na taasisi nyingine ya kiraia, kikundi cha wanaharakati. Kimekuwa sasa ni pressure group badala ya kuwa chama cha siasa. Katiba yetu ibara ya tano, nne tatu inaeleza wazi kuwa sababu kubwa ya mwanachama kukosa sifa za ku, kuwa mwanachama ni pamoja na kuwa na mwenendo uki, one, ukiende, ukiondana na itikadi, falsafa, madhumuni, kanuni, maadili na sera za chama. Hivyo basi, kitendo cha viongozi wakuu kwenda kinyume, kwenda kinyume, sio tu kwamba wanastahili kuchukuliwa hatua bali wamepoteza sifa ya kuendelea kuwa wanachama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu.